Khalid ndio jina langu. Mimi ni binti wa mzee Khalid, imezaliwa pacha na dada yangu Nasra. Mimi bwana ni mtoto wa nne na wa mwisho. Familia yetu ni familia inayojiweza kwa kila kitu. Sisi ni wa Islam original, yani ni Uislam ule pure. Sijui unaelewa neno pure. Ngoja kwanza nivute kiti nikae, miguu isirudi ndani bure mnyumbani kwetu bwana, kuna sheria kibao. Kama nilivyosema hapo juu kuwa familia yetu ni Waislam pure, sasa moja ya sheria ni mtoto wa kike yoyote hauruhusiwi kuonesha sura yako au kushikana mkono. Nguo zinazoruhusiwa ni zile ambazo hazionyeshi sehemu yoyote ya mwili wako, yaani kitu kinachotakiwa kuonwa ni macho tu, vingine sijui mikono au miguu vinapaswa kuonekana mara chache sana, labda ukiwa unakula, na penyewe mnakuwa wa kike tu. Kingine, mziki wa dunia ni haramu kusikika ndani ya nyumba ya mzee Khalid. Yani ukifumwa au kuonekana ukicheza au kusikiliza utajua. Hujui mimi bwana, kusema ukweli nimeshashindikana. ni hivi, katika vitu nisivyopenda ni kuvaa hijabu, sijui ni kabu. Kiufupi sipendi kuvaa mavazi ya Kiislamu hata kidogo alafu napenda mziki kama maji yaani, hakuna mziki unaotoka siku ikaisha bila kuujua. Tukienda kwenye kucheza hapo, dunia itasimama ione kwanza, maana ni fire. Kingine napenda kula kuliko kupika, ninaongea kama nimemeza flash. Kiufupi mimi ni mcharuko kivuruge na cha umbea. Kutokana na tabia zangu hizo, sikupendwa na familia yangu. Baba alijaribu kunibadilisha ila wapi, nimepigwa nikafungiwa ndani nikapewa kila aina ya adhabu ila wapi. Mwisho wakaamua kuniacha ila, ole wangu nikutwe nimevaa nguo fupi, hapo nitachalazwa mpaka basi. Haya, bantuanze stori yetu. Siku moja bwana, ilikuwa nina mwaliko wa birthday party ya bestie yangu Rehema. Tukapanga nguo za kuvaa, akanunua huko, ikabaki mimi kufika kwenye hiyo parte. Sasa nikampigia binamu yangu Kashim. Huyu kaka ni mshikaji wangu kindaki ndani haswa. Nyama yangu kama nyama yangu uko fresh Niliongea baada ya kupokea sms mm. Nyama yangu niko fresh bwana, nipe mpya, maana umenipigia asubuhi yote hii, kutakuwa na jambo yeah? Sasa Jumamosi ni birthday ya Rai na kama unavyojua lazima nifike, kwa hiyo nimekupigia sms ili uje umlishe mzee Khalid Matango Pori niweze kupata chance ya kuchokoma au unaonaje? We, unanitafutia shida sio bure? Mara ya mwisho kidogo tukamatwe, alafu leo unataka kurudia tena? A, mimi sifanyi huo mchezo ama vip, tafuta mbinu nyingine. Mimi nitakuja kukuchukua, ushaanza uoga wako kama mtoto wa kike wenjoo, mwambie mzee kuwa una kitu chako fulani hivi. Kwa hiyo unaniomba nije kulala kwenu, ataniruhusu? Si unajua anakuamini sana Nono, nishasema sitaki, tafuta mbinu nyingine bwana. Kwanza unajua nataka kuchomoka sasa, nikijifanya kuleta mambo mengi nitazuiliwa kutoka, mwisho niozwe bure. hahahaha -ha -ha. Huna lolote, hakuna cha kuchomoka wala zenji. Wesema unaogopa kuletewa mke. Ila fresh, ngoja nipange mipango vizuri. ikifika Jumamosi nitakwambia uje kunichukua sanga. Hapo sawa. Nilikata simu na kwenda kuswali. Hii ni amri, ikifika muda wa swala, kila mtu anapaswa kuwepo eneo husika. Nilifika kwenye chumba tunachotumia nikatia udhu kama kawaida na kuungana na wengine. Nasra alikuwa hayupo, yeye muda wa mchana anakuwa kazini. Alipewa ruhusa ya kufanya kazi ila kwenye kompani ya familia, na hii ni sheria kwa upande wa watoto wa kike, hauruhusiwi kufanya kazi kwenye kampuni au shirika lolo lisilo la kifamilia. Kwa hiyo pacha wangu Nasra alikubaliwa kufanya kazi ila mimi nilikataliwa, nahisi sijui, waliona nitauza kampuni yao au nitaingiza hasara, ila poa tu. Kwanza nilifurahi maana huko unalindwa kama mharifu. Basi baada ya kufanya ibada niliingia jikoni ili kusaidizana na wafanya kazi kuandaa chakula. Yote hayo nilikuwa naandaa mazingira ya kuchokom. Mama alikuja akaniangalia bila hata kuongea kitu, akaondoka. Alivyoondoka tu nikaacha kila kitu na kurudi chumbani ee, lengo langu anione nikiwa jikoni, kashaniona, basi sina kazi tena. Zilipita siku tatu nikiwa nimetulia, sina kesi na mtu wala mikwaruzano. Hiyo siku ya party ikafika, nikamtumia text Kashimu nikimtaarifu muda wa kuja kunichukua. Sasa sijui mzee alikuwa na machale au, maana mda wote alikaa seblen, kitu ambacho si kawaida yake nilitakiwa kuondoka saa mbili ila hadi saa nne usiku nilikuwa bado sijatoka na baba alikuwa amekaa akiwa bize na simu yaani hana hata mpango wa kuondoka kwa kawaida muda wa kulala huwa ni saa tatu na nusu watu wote wanaingia chumbani kulala iwe mtoto mkubwa na watumishi wote wawe vyumbani mwao nilikaa chumbani huku kila muda nilikuwa nachungulia kama bado yupo au la Muda ulizidi kwenda, Kashimu akawa anatuma text kila dakika. Saa sita na robo ndio akaamka na kwenda chumbani kwake. upande wa Rai aligoma kukata cake hadi nifike. Sasa nikaangalia muda umeenda, alafu kule nasubiriwa. Nikaona liwalo na liwe, nikavaa kwa stara, kisha nikanyata taratibu, nikapita sebuleni na kuzunguka mlango wa nyuma nikafungua kwa makini sana na kufanikiwa kutoka ndani ya nyumba. Sasa nikabaki kumchungulia mlinzi kama yuko sawa au dawa niliyompa imefanya kazi. Nikaona anaenda chooni na kurudi, nikaona yes, dawa imefanya kazi. Nikategea karudi tena msalani, nikanyata haraka na kuangalia kushoto kulia, nikafungua geti shwaa. Nje nilishusha pumzi na kutembea kwa tahadhari hadi alikopa Kashimu na kuingia kwenye gari. Dah, mzee Khalid amefanya nimekosa uhondo aise, niliongea baada ya kuingia kwenye gari. Kashim aligeuka na kuniangalia kwa hasira na kusema, ila Nora leo umetuzingua mtu wangu, parti inakaribia kuisha sisi ndo tunaenda kweli? Umeanza, we ulitaka nitoke wakati mzee hajalala? Na unamjua mjomba wako vizuri, ningesema nijifiatue kuchomoka mapema, hachelewi kuniita. Alafu sasa akute sipo, huo moto wake wa kuuzima hayupo Unazingua bwana, kwani ulishindwa kuchomoka kijanja hadi ukae mpaka mida hii? Sasa hapa kuna kuenjoi au tunaenda kupoteza muda bure? Unaongea sana! Hivi unajua nimetumia njia gani hadi kutoka kupitia getini? Nimeingia dhambi ya kumwekea mlinzi dawa ya kuharisha. Kaka wa watu anapata shida, alafu unaleta maneno yako hapa. Kwanza nguo za kubadilisha ziko wapi? Ziko seat ya nyuma. Sasa mbona unataka kuvua mbele yangu? Una matatizo au ndo kuvurugwa umeanza? Kwani we wa kike au wa kiume? Oya Nora, tutazinguana sasaiv. Oho, basi nyama yangu usipanik na kutania bwana. Haya, funga macho nibadilishe chap. Nilibadilisha nguo haraka tukaondoka hadi sehemu husika. Nilifika na kupokelewa na shamla shamla kama vile sherehe ilikuwa yangu. Kama kawaida yangu mziki ndiyo lugha yangu, alafu kucheza ni tabia. Tukaliwasha, tulicheza hadi saa nane ndo tukakata kake wakulishwa, tukalishwa, kisha tukacheza mziki kidogo na kumaliza sherehe yetu hapo ni saa tisa na nusu, alafu wenzangu wamelewa vibaya mno. Yani mimi na Kashimu tu ndo hatukuwa tukitumia vilevi, ila wengine wote wanakunywa kama maji. Sasa ikabidi tupakiane kwenye gari moja watu nane mimi na Kashimu tukawa mbele, safari ya kunipitisha nyumbani ikaanza. Njia nzima nilikuwa naomba nikute watu wakiwa bado wamelala kikubwa kilichonifikilisha ni kuhusu getini. Mawazo yangu yalikuwa hapo. Maana nilijua mlinzi anaweza kuwa alifunga geti japo niliweka namna ambayo ukiangalia unaweza kujua limefungwa. Saa kumi na dakika tisa usiku tulifika nyumbani, nikanyata taratibu kuelekea getini. Nikajaribu kusukuma geti dogo taratibu ili kujua kama limefungwa au la. Kwa bahati mbaya nikakuta limefungwa. Mungu wangu, shughuli iko hapa leo, itaendelea